Eh, ni ngumu kwa sababu wao kupata matokeo, japokuwa inawezekana, ila ni ngumu kwa sababu wanakutana na Yanga pia ambayo ina uhitaji zaidi wa matokeo kwa sababu ukiangalia uh, tofauti yao na, na, na, na Simba ni alama moja tu. Kwa hiyo hawatahitaji eh, kupoteza huu mchezo ili wauweke wa leani ubingwa ambao eh, pengine wanahitaji kuutetea, lakini E, Dodoma jiji sasa hivi hawashuki daraja, wako tu hapo na mpaka hivi sasa unaona e, wamekuwa wanapanda shuka nyingi sana. Mechi zao nyingi za ugenini wamekuwa hawapati matokeo, ni mechi chache sana za ugenini ambazo, e, Dodoma jiji wana, wana, wana, wanapata matokeo. Ukiangalia mechi zao nyingi wanatoa sare, nafikiri mechi ya Meja Jenerali Samuyo pale walitoa wa, wa, wa, wa, sare wakiwa ugenini, lakini pia wana shida moja, eh, kama umefuatilia hizi timu zote kubwa kwao zimekuwa ziki zikiwafunga. Rejea tu game yao ya kwanza dhidi ya Yanga, nafikiri walifungwa magoli manne, game dhidi ya e, Simba walichezea chuma tano, game dhidi ya Azam pia walichezea e, chuma tano. Kwa hiyo utaangalia mm -hmm, pia e, kwenye mechi ambazo zinahusu hizi timu kubwa ambazo zipo kwenye nafasi za juu, Dodoma Jiji imekuwa ikiangusha iki ala, alama na sio tu kuangusha alama, imekuwa pia ikipoteza kwa idadi nyingi ya mabao. Kwa hiyo wana, wana kazi kubwa Dodoma Jiji ya kufanya kwenye mchezo wa leo, ukizingatia pia Yanga kwa hivi sasa unaona kabisa ni timu ambayo inacheza iko iko, iko organized kuanzia nyuma mpaka katikati sasa hivi tumeona kwenye game dhidi ya Tanzania Prisons Khalid Aucho alirejea kwenye lile eneo na tunaona eh, amelejea ni kama alikuwepo kwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo eh, Dodoma Jiji wana kazi kubwa ya kufanya sana kwenye huu mchezo wa, wa, wa, wa hileo, japokuwa pia eh, wao kuna baadhi ya wachezaji ambao watawakosa ambao wamesimamishwa. Kwa hiyo pia tutegemee rotation kwenye, kwenye kikosi chao kuona tena wale vijana ambao walijaribu kuwapatia nafasi kwenye game yao dhidi ya Singida Black Star eh, mechi ambayo walicheza hapa Jamhuri nafikiri pia na leo tutaona baadhi ya vijana wataingizwa kwenye huo kwenye, kwenye mchezo kuangalia namna gani ambavyo wana, wanaweza wakaisaidia timu. Kwa hiyo kwa hii game ya leo, nafikiri kwa Dodoma Jiji itakuwa ni tough game kutokana na namna ambavyo Yanga sasa hivi wanacheza spirit ya hali ya juu eh, chama sasa hivi unaona ni mtu ambaye ni kama ana, ana, ana, ana, anajaribu kuwauliza mabosi wa Yanga, vipi mnaweza mkaniongezea tena mkataba kwa msimu ujao? The same pia kwa Pakome inaonekana sasa hivi yeye ndo anajaribu kujitengenezea ufalme wake Yanga, kwa sababu Stefan Aziziki hayupo. Hatujajua pia ripoti ya, ya, ya daktari wa Yanga kuhusiana na hali ya, ya Prince Dube, alipata majeraha kwenye game dhidi ya Tanzania Prisons. Lakini pia eh, akikosekana yeye eh, bado kuna kuna kuna kuna wachezaji ambao wana uwezo wa kukava i mean pengo lake, na Yanga bado ikapata matokeo. Nishawahi kusema hii Yanga ya kocha Milod Amdi kwangu mimi sioni kama inamtegemea mchezaji mmoja mara kadhaa ya mara kadhaa, wachezaji muhimu wamekuwa wakikosekana, lakini bado pia, unaona watu ambao wanapewa nafasi wamekuwa wakifanya kazi vizuri.